Alikuambia usiseme. Na kuamuru useme. Hiyo. Hiyo. Hiyo. Hiyo. Aya. Taja. Taja. Nani? Mwalikufa. Umemfunga nini na nini? Umemfunga nini na mimi? Vitu vingi. Paka miguu. Vitu vingi. Paka miguu. Ndio. Ndio ulimfunga? Ndio. Ungefungwa wewe ungefanyaje? Kuna mtu alikufanya hivi ukiwa hai? Eh? Oh, nyanya mzaa baba ama mzaa mama. Eh, mzaa baba ama mzaa mama. Mzaa baba na ulimkamata huyu kutoka tumboni hata mama yake ajui, lakini angewahi kutembea sasa hivi. Toa virago vyako kwa miguu yake, atembea raha. Ndio, toa, tembea raha. Utatoa ama utoni? Maana nikizitoa na kutupia huko kukuzimu Anza <laughs> anza kutoa haraka oui! Msafishe miguu yake oui! Toa kile ambacho oui! Ni ki kwa miguu oui! Toa hizo vifungo, zilegezwe! Si mara moja! <laughs> Legezwa kwa miguu, mfungue tena, atembea, Asipotembea unakufa mara ya pili. Mfungue, anza paka miguu ya mpaka miguu. Haya, kazi yaje, kazi yaje Mufungue moto juu ya mwili wote. Utukufu wa Mungu uvae, utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu uvae. mm. mm. Paka miguu ya chilie, ainyooke haraka, iregeshe uzima wake. Si ulifunga, regesha uzima kwa miguu. Regesha uzima, regesha uzima, regesha uzima, regesha uzima na tembee. Ni amri. Regesha uzima. Regesha uzima kwa miguu yake. Regesha mi uzima kwa miguu ni haraka. Nimefungua. Kunacho mebakisha? Haya, nyosha osha mikono yako juu na wewe. Peperuka na wewe. Haya, simama na wewe. Hatafunguliwa, hatafunguliwa! Wewe nani unatamka hivi? Wewe nani unatamka hivi? Wewe nani? Ehe, huo moto unamfungua, huo moto unamfungua, huo moto unamfungua, huo moto unamufungua, huo moto unafuja fuja fuja! Moto wa damu ya Yesu kama wakati wa Elia, hey! Ndio huko kuone. Ndio huko kuone sasa kuone kumefunguliwa. Ndio huko. Ndio huko. Ndio huko. Haya hey. Hey. Mwanje kukamatwa. Haya ni kufunguliwa. Ni kufunguliwa. Ni kufunguliwa. Ni kufunguliwa kama viwete wakati wa Yesu tukufu wa Mungu jinilishe. Haya, tolewa. Wataka kunitua. Wataka kunitua. Haya, nione. Ndio huko. Haya, ona. Unani we? Unani we? Muzara baba wa muzara. Ana watoto. Ana watoto. Umeisha kazi yenu le. Umeisha kazi yenu le hey. Nimeisha kazi yenu le Waya walikufa ah.

47 katika jina la Yesu, eka I set you free kwa jina la Yesu. Alihai funguliwa utosi, mpaka wa pokea uzima wako in the might name of Jesus. Pokea miguu yako, tembee katika jina la Yesu. Alihai pokea nguvu in the name of Jesus. Pokea uhai kuna in oh, wakufanana, mm, katika jina la Yesu inuka, inuka, nipe mkono wako, inuka, nataka ujaribu kusimama, alafu utaketi. Kwa jina la Yesu, upewe nguvu miguu yako, upewe nguvu miguu yako, upewe nguvu miguu yako upewe nguvu kwa kiuno kwa mgongo kwa mishipa mifupa yote. <coughs> Inuka, beba imani nawe, inuke, bado nimekupa uzima katika jina la Yesu. Alia, enda enda, una mikono yako, enda raka. Unani wewe bado hujamwachilia, eh, ulikuwa na vitu zako. Haya, vua uende nazo, vua uende nazo, pete hizo, pete hizo, pete. Haya, vua uende nazo, vua kabla ni kuchome na moto. Vua, vua, vua zote haraka, zishike moto hizo pete, zishike moto. Haya, mikono juu, mikono juu, wende Mikono mikono juu wende. Enda. Enda. Enda. Auzuiliki uo. Katika jina la Yesu. Kombolewa, wewe huru. Pokea ukombozi kwa damu ya Yesu. I set you free in Jesus name, Amen.